Yule aliyemwamini Yesu, Mungu amemhakikishia, juu yako kuna laana imebaki, kuna laana inaweza kuwa imebaki juu yako kweli? kilaana zote zilianguka pale msalabani, na akafa na akafufuka. Kwa hivyo, juu yako hakuna laana, hakuna. Hakuna kitu kititicha kusimamisha kati ya wewe na huyu Mungu na upendo wake. Kwa hivyo, mambo mazuri mkristu anayapokea kwa neema akijua kwa kwamba Mungu anayatumia ili kumjenga hivyo hivyo. Hata makati mgumu hata mateso hata mambo mabaya, Kristo anatambua Mungu anaitumia pia kufanya nini? Kumjenga kwa sababu laana hai haipo. Hakuna laana kwa mkristu. Hakuna Good times, bad times.